Ndugu na dada katika Bwana ni wakati mwingine tunaongea kuhusu kusameheana. Tulifunzwa na tumefunzwa na Bwana kusameheana, kwa sababu msamaha ni kitu ya maana katika maisha, kwa sababu hauwezi ishi na jirani yako wala ndugu yako, dada yako bila kusameheana. Maana sisi wanadamu huwa tunakwaruzana kila wakati, na tunapokwaruzana tunahitaji kusameheana. Bwana katufunza katika kitabu cha Luka ya kwamba tunaposamehe watu, naye Baba yetu aliye biguni atapata kutusamehe. Ni vizuri kukaa na hiyo moyo wa kusameheana Maanake unaposamehe jirani yako, wala ndugu yako, dada yako, utaurithi ufalme wa biguni. Maana watu huwa anafanya dhambi kwa ajili ya mmoja ama mwingine, na wanapotenda dhambi inabidi waombe msamaha ili wapate kurithi ufalme wa biguni. Kwa hivyo ni vizuri kila wakati, kila mara tunapoomba msamaha tunapata kusamehewa, na tukizidi hayo, Mungu atazidi kutuinua, Mungu atazidi kukaa ndani yetu, na pia Mungu atazidi kutuonekania. Katika jina la Bwana mbarikiwe sana, na zaidi ya yote, Bwana ampe hiyo neema na roho ya kusameheana mmoja na mwingine. Mbarikiwe sana.